Na mtazamaji, na uchaguzi wa chama cha UDA kaunti ya Mombasa umeratibiwa kufanyika hapo kesho, lakini baadhi ya wanachama wa UDA wanaogombea nyadhifa mbalimbali wametaka uchaguzi huo kuhairishwa kwa madai kuwa hakuna uwazi katika zoezi hilo na kwamba mtazamaji, wanadai sasa hawajapokea taratibu zozote kuhusu uchaguzi huo na kuwa huenda kuna njama ya kuibaka dekuma, demokrasia na kuwa tayari kuna majina ya watu katika kila eneo bunge. Wametaka chama cha UDA kuingilia kati na kutatua mzozo huo Nhii list inamaanisha hataelektion Saturday, Saturday itakuwa ina maana itakuwa tu ni formality for that matter. Tumejiondoa sisi tumejiondoka upande ele wa election See proper election proper the most tumejiondoa kwa the election you were nullified na naisiendelee. Wamechukua zile data, akawapatia, wanapigia watu simu mpaka delegate wetu wanawaambia kuwa utapigwa kura na washajipanga kwa sababu kisawa lazima sisi bida ambao tulikuwa tunasimama tuitwe tujue vituo ni vingapi na kina nani unasimamia hizo kura. Ni kuwa wale baadhi yetu tulikuwa tunashindana nao wamesema wameenda Nairobi, wamepewa wamepeleka majina na wamepasishwa kama wao ndio viongozi. Sisi tumesema hiyo uchaguzi hatutaki, na kama haitapangwa na ipangwa na jia nzuri, tunaona hapa itakuwa ni kuchezwa na itakuwa ni kuchezeana.